Naam, mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na wimbo mpya kabisa wa Diamond Platnumz ambao wimbo huu bwana unakwenda kwa jina la Sasampa. Uh, Sasampa bwana ni moja kati ya track ambazo zinafanya vizuri sana huko mitandaoni. Ukiwa kama mdau, nadhani obviously, utakuwa umeishapita umetazama tokea ngoma hii we released. Uh, basi imepokelewa vizuri sana na utakuwa unajua kwamba jinsi gani ambavyo Diamond bwana amekuwa uh, akifanya vitu extraordinary, kwa sababu hii ngoma ya Sasampa bwana ameachia audio na video hapo hapo at the same time, na of course imepokelewa vizuri sana. Sasa jambo ambalo lime happen bwana hivi karibuni ni kwamba eh, eh, eh, bwana ngoma hii bwana sasa hivi hapa tukizungumza tu kwamba eh, huko YouTube, maana sio kwamba labda Diamond ametoa ngoma moja mwezi huu. Mwezi huu bwana ametoa ngoma tatu ambapo zote zinafanya vizuri huko YouTube, maana tukizungumzia kwenye trending music video kwa sasa hivi huko YouTube bwana ni kwamba namba moja ni wimbo wake ambao ameotoa hivi karibuni. Uh, wimbo huu bwana unakwenda kwa jina la nani? Huu uh, bwana ndio umekamata nafasi ya kwanza on trending huko YouTube. Lakini nafasi ya pili bwana umekamata wimbo mwingine ambao unakwenda kwa jina la Msumari huko YouTube ndio umekamata nafasi ya pili on trending. Alafu nafasi ya tatu umekamata wimbo wake huu mpya unaokwenda kwa jina la Sasampa ambao umetoka siku ya jana. Kwa hiyo mpaka hapo bwana, tunavyozungumza ni kwamba nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu zote Diamond amezishika huko YouTube. Alafu nafasi ya nne ndio nyimbo ya Harmonize inaitwa Friend Zone ambayo ameshirikiana na Ibra. Alafu nafasi ya tano ni wimbo ambao unakwenda kwa jina la Njozi ambao huu bwana ni wimbo wa Mario. kwa hiyo kwa kifupi bwana, tunaweza kusema kwamba Diamond anazidi kukimbiza kwelikweli huko YouTube. E, bwana ni kwamba anazidi kuonyesha kwamba yeye bwana bado ni mbabe, na peji mbali, mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na mafanikio hayo ya diamond Platnumz. E, bwana hapa kuna peji imekuja imeandika kwamba ameandika kwamba bwana, nimeenda kuangalia trending huko YouTube yani kuanzia namba moja, mbili mpaka tatu ni Diamond Platnumz ndiye anakamata nafasi hizo. Sasa hapa akitoke, hapa akitokea akitoa nyimbo kumi, je si wasanii wote watakuwa chali? Shida ni nini e? Kwa wengine hawana mashabiki au hawajui kupromoti kazi zao kuzipa thamani zaidi kazi wanazozifanya. Hiyo hicho pia ni kitu ambacho kimekuja kuibua mjadala mwingine huko mtandaoni, kwa sababu tunafahamu kwamba Diamond alivyotoa wimbo wake wa Sasampa, eh, A-list celebrities wenzie nao pia walitoa nyimbo zao. Yani ni kwamba Diamond alivyotoa nyimbo ya Sasampa, Harmonize akatoa Friendzone, lakini pia vilevile, upande wa pili huko napo, pia Alikiba naye pia alitoa nyimbo yake, nadhani inaitwa Sela if I'm not mistaken kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba pamoja na wasanii wenzie wote hawakutoa nyimbo mfululizo pamoja na yeye, lakini nyimbo zake yeye Diamond zimekamata nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hiyo wadau huku bwana wanauliza kwamba, je, hao wasanii wenzie ina maana kwamba wao hawana mashabiki au ni kwamba hawajui kupromoti kazi zao? lakini ukichanana hiyo bwana, pia vilevile vile, kitu kingine ambacho kimemege headline huko mtandaoni bwana ni kwamba baada ya Diamond kuachia ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina hilo la Sasampa, jambo ambalo tumekuja kuliona bwana ni kwamba hii music video ya huu wimbo pamoja na audio yenyewe ukisikiliza tu vizuri, ni nyimbo fulani hivi zenye asili ya South Africa, yani ni wimbo wa amapiano. Sasa suala zima la Diamond bwana kutoa wimbo wa mapiano ambao unakwenda kwa jina hilo la Sasampa e, lakini pia ameshirikiana umo ndani na, na wasanii kutoka South Africa. Wadau bwana, kama kawaida, lazima wafuatilie kwa karibu kabisa kuweza kusikiliza vizuri kwamba kitu ambacho Diamond amekiimba e, bwana kitu ambacho Diamond Platinumz amekiimba humo ndani e, ni kitu cha namna gani? Je, amekopi popote maana watu wengi sana wamesha karili kwamba Diamond huwaga mara nyingi akitoaga ngoma zake huaga kama vile ana kopi, aidha ana sample beat au flow au nyimbo, unakuta zinafanana na nyimbo nyingine ambazo zimeshawahi kutoka huko zamani. Sasa kupitia wimbo huu hapa wa Sasampa eh, ni kwamba wadau bwana wamefikiria, wamechekecha, wamefananisha na nyimbo nyingine zote, lakini wamekuja kupata jibu kwamba ngoma hii imefanana kabisa na ngoma ambayo imeshawahi kutoka kutokea huko huko South Africa, ambayo inakwenda kwa jina la Beba. kama umeshawahi kuisikiaga ile nyimbo eh, wanasema kwamba Beba na Beba imefanana kabisa, copy and paste, na wimbo mpya kabisa wa Diamond Platnumz ambao unakwenda kwa jina la Sasampa <mulia> wadau wanakuambia kwamba bwana hiyo ngoma ya Beba eh, imefanana sana na nyimbo ya Diamond Platinumz ya Sasampa. Kwa hiyo wadau wanakuambia kwamba Diamond bwana hii nayo pia amekopi. Umeona bwana eh? Eh, wadau wameshaanza kufungua. Eh, wadau wameshaanza kuzungumzia hilo swala, imekuwa hi, ni mjadala tena huko mtandaoni tena mzito tu wakiwa wanadai kwamba Diamond Platinumz bwana, amekopi tena ngoma nyingine na this time around amekopi kutoka South Africa ngoma inakwenda kwa jina la Beba. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, lakini pia vile vile at the same time, eh, bwana wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na huo mjadala wa kwamba Diamond amekopi nyimbo ya Beba kutoka South Africa. Eh, kuna mtu amesema bwana, nilikuwa natafuta comment tu hapa nione kama watu hawajajua hili, na mwingine amesema bwana, stori za kukopi na kusampo kwa mtoto wa Clemency Mwandambo wala siongeni eh, tume tusimchoshe kabisa baba yetu, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, swala zima la sampling bwana, ni kitu cha kawaida kabisa katika mziki. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment, bwana tunaomba msituchoshe, acheni watu waseribuke na hiyo ngoma, hatujali kama imekopiwa au imesampiwa, ngoma ni kali. Ona bwana, hapa kuna wadau bwana hawataki kusikia kabisa hizo stori. Wanadai kwamba bwana, hebu achana na hayo mambo, ngoma ni kali, na swala zima la kukopi au kusampo bwana ni kitu cha kawaida kabisa katika mziki wote duniani. Kuna mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, iwe kopi au haja kopi eh, au amekopa, lakini kikubwa ni kwamba ngoma ni kali, imeisha hiyo. Huyu ni mdau mwingine anaitwa Hans Popper PDR, amekuja kukomenti hivyo kuhusiana na huo mjadala ambao umeibuka huko mtandaoni baada ya wadau kusema kwamba nyimbo hiyo ya Diamond Platnumz zimefanana kabisa na wimbo wa beba kutoka South Africa, yaani wakidai kwamba amekopi. So, it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako bwana, katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na chaneli yetu kwa kuliki, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.